Christmas. Kwa Wakristo duniani kote ni kumbukumbu kumbu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo ambaye kuzaliwa kwake kumeandikwa katika Biblia Takatifu kitabu cha Mwinjili Luka sura ya kwanza mstari wa 26 hadi ule wa 45. Lakini Disemba 25 si siku halisi ya kuzaliwa kwa Yesu bali kumbukumbu kumbu tu kuwa Yesu alizaliwa, na ilianza kuadhimishwa karne ya nne baada ya Kristo hadi leo. Christmas ni siku sikukuu inayosherehekewa duniani kote kama alama ya amani, upendo na matumaini mapya. Hata hivyo, nyuma ya zawadi, nyimbo na miti ya Krismasi tuliyoizoea, kuna jamii ambazo husherehekea sikukuu hii kwa njia za ajabu, za kipekee na ambazo si za kawaida. Zipate hapa, na hii ni Trigen Media. Leo tunakupeleka katika safari ya kuvutia kuzunguka dunia kiasi tu, tukiangazia namna tano za kushangaza ambazo Krismasi ama Noeli huadhimishwa katika mataifa mbalimbali. Krismasi mbali. ya kuteleza kwenye viatu vya mataili ama wao huita skate. Katika mji wa Caracas nchini Venezuela, Krismasi sio kutembea kwenda kanisani, bali ni kuteleza kwa skate bwana. Usiku wa Krismasi barabara ufungwa rasmi ili watoto na vijana waweze kuteleza kuelekea kanisani wakitumia viatu kwa matairi lakini kwa usalama. Ni desturi ya muda mrefu inayoakisi furaha, uhuru na mshikamano wa jamii katika kipindi cha sikukuu. Mapambo ya buibui. Nchini Ukraini mti wa Krismasi haupambwi kwa taa pekee, badala yake utaona mapambo yanayofanana na buibui na utando wake. Desturi hii inatokana na hadithi ya kale inayosema buibui humleta mtu karibu na bahati ama baraka za kifedha. Kwao krismasi ni zaidi ya sherehe, yaani ni matumaini ya maisha bora yajayo. Kuku wa kukanga wa Krismasi. La wapi? Huko kwa Wakristo wachache nchini Japan, Krismasi imegeuka kuwa sikukuu ya kijamii. Kinachowashangaza zaidi ni kwamba chakula rasmi cha Krismas ni kuku wa kukanga kutoka katika mgahawa maarufu duniani wa KFC. Familia huagiza mapema wiki kadhaa kabla, huku migahawa ikijaa watu kana kwamba ni sikukuu ya kitaifa. Krismasi kwao ni furaha, marafiki na ladha ya kipekee. Krismas ya moto na vichekesho. Katika eneo la Catalonia huko Hispania, Christmas huadhimishwa na desturi ya ajabu ijulikanayo kama Kagatayo, kipande cha mti kidogo chenye uso wa katuni ambacho watoto hukipiga fimbo hadi kitoe zawadi <laughs> eh? Pia kuna sanamu maarufu la Kagana linalowekwa kwenye tukio la kuzaliwa kwa Yesu, ikiwa ni ishara ya bahati na rutuba eh? Pata picha huyo katuni eh, wa Kagatayo anavyotandikwa viboko ili atoe zawadi huko Hispania. Lakini ni Christmas Christmas ya barafu, ya barafu katika maeneo kama Alaska pamoja na Minnesota, baadhi ya watu hukaa kwenye hoteli za barafu ama igloos. Wakati wewe ukifurahia ndafu pilau na nyama choma ukiwa na familia yako ama ndugu na rafiki zako, popote sehemu tulivu mkipata upepo mwanana bana, hawa wataalamu hamko nao mbali sana, ila tu wao wanaona mandhari ya barafu, taa za Krismasi na kufanya sherehe kama hizo kwa namna ya kipekee, lakini katika hali ya barafu na baridi kali. Sasa fikiria kutoka kutereza kwenye viatu vya matairi hadi kula kuku wa kukaanga kutoka KFC. Krismasi ina maana tofauti kwa jamii tofauti kama ambavyo unaiona hapo ulipo, lakini ujumbe wake unabaki kuwa mmoja tu: amani, upendo na umoja. Ni ushahidi kwamba duniani, utofauti wa tamaduni ndicho kinachofanya sikukuu hii iwe ya kipekee na ya kuvutia zaidi. hii media tunawatakia heri ya Christmas.